Sisi kama Wakenya tunalaani vitendo ambayo ilifanyika Nairobi. Hauwezi kupiga askari na unajiita vijana ya kisasa. Sisi tunasema shetani afanye namna gani? Wale wanapiga askari wetu, wale wanapomoa mali ya wananchi, sisi tunataka kutoa amri kwamba haya mambo ya kuunganisha maandamano ya amani na fujo iweze kukoma katika hii taifa letu la Kenya. Tunataka kuambia yule mkabila sutkombo akizungumza ni ukabila, sisi tumwambie, wewe utashindwa, wewe katika jina la Yesu atashindwa, hatashindwa yeye. Sisi tunataka kumwambia yale maovu ulipanga, kwamba wakenya wapomolewe mali ili serikali ilaumiwe, wewe ambaye ni mchochezi, wewe ambaye unatoa fedha badala ya kuletea kina mama mashinani unaweka asina yako ya fujo. Sisi tunakukemea hapa hapa. Wewe utashindwa. Hatutakubali Wakenya kupigana kwa njia ya msingi ya kikabila. Na wewe shetani ushindwe, atashindwa, atashindwa. Wabunge wengi wamekuja kusupport mheshimiwa wenu, si wa Kalenjin, wamekuja wakiwa wa Kenya. Nyinyi mnasema ya kwamba mungependa muwe na taifa ambaye inaungana ama muwe na taifa ambaye imetengana? Mnataka taifa ambaye imeungana. Hao wamewacha kazi wa yao wamekuja kusimama na nyinyi hapa, ili wamama ya sehemu hii, wale wakisi wakienda mbele wamama yasiwa waende mbele. Wamama, mnataka kuenda mbele ama mnataka kurudi nyuma? mbele ni sawa ama si sawa? Sasa hawa ambaye usiku mchana wanachochea serikali ya William Ruto, sisi tunamwambia peupe mchana kwamba serikali hii iliwekwa nguvu na wakenya wote. Nyinyi hamkupiga kura kwa sababu mulikuwa wakalenji Mlipiga kura mkitafuta kiongozi wa taifa na huyo kiongozi wa taifa amefanya mengi, amepunguza fertilizer, ameendelesha mambo ya shaa